Ama katika kipengele chetu hiki cha nane tunaendelea, na nakukaribisha sana katika mfululizo wetu huu wa mada zetu hizi, ama tukisogea moja kwa moja mpaka sehemu ya tatu ambayo inasema utajiri. Kila mtu sasa hivi anaenda mbio, anataka fedha. Wengine wanaenda mbio, wanataka kubadilisha maisha ya nyumbani. Wengine wanataka kipato ili waweze kujalia watoto wao, kwamba kanuni ya maisha ni kwamba vile ambavyo sisi tumeishi watoto wetu wasiishi, vile ambavyo sisi tumelelewa watoto wetu walelewe zaidi ya sisi tukolelewa, kwamba sisi tuboreshe pale wazazi wetu walipoishia Sio kwamba tunawakosoa hapana. Sisi tunataka kufanya nini? Tunataka kuboresha, kwamba ikiwa mimi nimesoma bila viatu nikitembea kilomita nne, basi nifanye juu chini, mwanangu apande skul. Basi si kwa sababu ya kusema kwamba mimi labda nina uwezo sana, hapana, nataka mwanangu apate bora kwamba kile ambacho nimeshindwa kukifanya kwa ajili ya nafsi yangu kwa wakati uliopita, ama kutokana na mazingira ama kutokana na uwezo wa kifedha, sababu mbalimbali mbali, basi mimi nifanye leo hii kwa ajili ya mwanangu, kwa sababu nina uwezo, kwa sababu Mwenyezi Mungu amenipa fursa, kwa sababu ni haki yake mimi kumfanyia. Na hata Mwenyezi Mungu anatia mkazo katika hili, anasema asa, msiwalee watoto wenu kama ambavyo nyie wazazi wenu Wamewalea. Aha. Kwa sababu wak, nyakati zinabadilika sawa. Na kama nyakati zinabadilika, Imamu Ali anasema wat, nyakati zikibadilika na watu hubadilika, basi sisi tusiganganie ule ukale, kwamba kwamba wewe umesoma kwa majiguvu, basi na mtoto naye kama kuna njia za kumwepesi kumfanyia wepesi upatikani, kama hakuna fanya kwa uwezo wako pale ambapo Mwenyezi Mungu yeye amekujalia ama katika utajiri Mwenyezi Mungu anasema katika Suratul Fajri, sura namba themani na tisa aya ya kumi na tano mpaka kumi na sita Mwenyezi Mungu katika aya ya kumi na tano anasema ama mwanadamu anaja, anapojaribiwa na Mola wake na akamkirimu na akamneemesha husema ah, Mola wangu amenikirimu. Sote kwamba tutakapopatana na mema katika maisha yetu na tukapata tuka yaliyo furaha katika maisha yetu, tunasema alhamdulillah. Hasa wengine husahau, lakini katika hafla hii na kukumbusha, ukumbuke kusema alhamdulillah. Ah, kweli mimi Mwenyezi Mungu amenirehemu amenineelesha. Lakini katika aya ya kumi na sita Mwenyezi Mungu anasema na anapojaribiwa mtu huyu na akapunguziwa riziki yake, kusema la, mola wangu amenitia unyonge. Ni kawaida na kumbe, kipato kupungua, leo tumegundua ni jaribu. Akijaribiwa na riski yake kapungua, anasema leo Mola wangu amenitia unyonge. Kumbe tufahamu sisi sote kwamba tukijaribiwa kwa kupungukiwa ku riski kipungua chochote kikiondoka katika maisha yetu tujue ni nini, ni jaribu na kwa wakati wowote na kwa namna yoyote, tupokee majaribu yote katika maisha yetu kama jambo ambalo Mwenyezi Mungu anaona ni lazima ipopata kwa wakati huu, kwamba tufanye tufanyavyo, lazima jambo lile lingetupata na hatuna njia wala jinsi ya kuondoa majaribu yake kasi, kwa vyovyote vile tunavyovifanya wakati huu wa hafla, na hata tukapomaliza hafla yetu tuhakikishe kwamba tuyapokee majaribu yetu katika njia ambayo hatutokufuru. Tutashukuru zaidi kuliko kukufuru. Asante.